Kwenye taarifa yetu maalum kuhusu mtaala wa CBE, huku mpito wa kuingia sekondari ya juu ukiendelea, baadhi ya shule katika kaunti ya Isiolo bado zinasoma bila vifaa muhimu. Baadhi ya shule za sekondari msingi tulizotembelea hazina madawati, maabara wala vipakatalishi. Emily Chebete alikuwa huko Isiolo ambako anatuarifu namna wanafunzi wanavyohangaika kupata haki ya elimu ya msingi. Jua limeng'aa katika eneo hili lililoko kilomita chache kutoka Merti, kaunti ya Isiolo. Somo la asubuhi limekamilika katika shule ya msingi ya Matarba. Kwa wanafunzi hapa, elimu yao haianzi na vitabu tu, bali ni kupitia safari ndefu ya jua na vumbi kufika shule. Hili ni darasa kama mengine tu nchini Kenya, ila darasa hili ni tofauti sana na mengine. Wanafunzi wachekechea walikuwa wameondoka tulipofika hapa. Hili ndiyo darasa lao, wanakaa chini kwenye mikeka ambayo sasa imechanika. Shule hii ina jumla ya wanafunzi mia moja hamsini na wawili wa shule ya msingi na sekondari msingi, na wengine mia moja na kumi wachekechea. Grade 7 hatuko na junior school, ni wale wa primary tu ndio walikuwa wanajikaza tukamaliza that year. Wakati tuliingia grade 7, grade 8 tukapata mwalimu walimu wawili. Lakini second term moja katolewa, tulipata changamoto kubwa sana hapo. Chini ya mtaala wa CBE masomo ni ya majaribio na yenye kulazimu wanafunzi kufanya mifano. Ha? Lakini katika shule nyingi eneo hili masomo ya sayansi hufanyiwa kwenye ubao na sio kwenye maabara. Masomo ya kompyuta yakifunzwa tu bila vipakatalishi. Kwanza grade nine, hatuna kitabu hata moja at present hatuna. Ni historia ya kuombaomba tu, na kile unaomba unapewa kopi moja in all the subjects. Kilomita chache kutoka hapa ni shule ya msingi ya Com katika eneo la Biliko Marara. Hali pia hapa siyo tofauti jengo hili lililojengwa na lililokuwa baraza la jiji zaidi ya miaka ishirini na kabla ya ugatuzi ndiyo ofisi. Hivi ndivyo hali ilivyo katika shule hii ya com katika kaunti ya Isiolo. Ofisi hii inapaswa kuwa na walimu tisa, ambao wanatumia nafasi hii na pia afisi ya mwalimu mkuu. Hivi ndio hali ilivyo katika shule hii. Tangu kuanza kwa mfumo wa CBE nchini, shule hii haijapata hata mwalimu mmoja. Miundo misingi kwao pia ilikuwa ndoto, lakini sasa wana madarasa ambayo yalijengwa na walimu na wazazi wenyewe, wakiwa na bahati pia kupata mwalimu mmoja wa serikali, mgao wa shule pia ukiwa kisunzi kwao. The whole school, tunapata tunapata 9,000 kwa akaunti moja, so akaunti yote mbili ya primary tunapata only 18,000 ndio maana tastima ndio hii tumewekewa mpaka hapa lakini wiring tumeshindwa kufanya. Mita chache kutoka Isiolo mjini, shule nyingine ya Bula Pesa inakumbwa na tatizo sawa. Mvua ikienyesha, mchanga hapa hivi ni mbaya sana, hata uwezi kutembea kwa maana inanata, na hata wanafunzi wengi sana atakuja kwa shule inakuwa ni shida kwa sababu hawezi kutembea mgutupu. Hatuna lab na hatuna kompyuta lab na hatuna hatuna library. Mpito wa sekondari ya juu unapoendelea, maswali yanasalia, yani vipi wanafunzi hawa watashindana na wengine kimasomo? Emily Chebet, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Isiolo.